Bwana asifiwe sana. Karibu kwa Agape Global Evangelism. Leo tunaenda kusikia neno la Mungu na kichwa chake ni kwa nini Mungu anahitaji imani ndani ya Yesu Kristo lakini si eh, matoleo. Bwana asifiwe sana. Kabla kuendelea, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na jambele zako asubuhi ya leo. Baba, naomba usaidizi wa Roho Mtakatifu kwa sababu bila yeye siwezi. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umejaribu kuwahesabiwa haki na Mungu kwa njia ya kufuata sheria au amri za Mungu? Umejaribu kuunganisha au ku, kutumia sheria za Musa na pia imani katika kutaka Mungu akubariki? Kama umefanya mambo kama hayo, wewe sio peke yako. Yesu Kristo alipokufa na kufuka kutoka kwa wafu alikuja na eh, angano jipya, angano ambao ni nzuri zaidi kuliko angalo la la, la, la, la kale. Wewe endelea kuangalia kutazama hii video na utaweza kujua mengi zaidi. Bwana akubariki. Katika angano la Musa, angano ambalo tunaita The Covenant of the Law of Moses, unaangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ishirini na nane na mstari wa kwanza hadi wa pili unaongea kuhusu sile baraka Mungu aliweza au alikusudia kupatia wana wa Israeli kama wangeenda kulingana na sheria zake, na hii e, e, e Kumbukumbu la Torati kwa part moja inasema hivi that the Lord your God will set you high above, ili Mungu wako atakuweka juu zaidi all nations of the earth, inji zote za dunia, and these blessings shall come upon you and overtake you, na baraka hizo zote zitakuja juu yako na zitaweza kukuzunguka au kuenenda mbele yako. Bwana, asante sana. Hizi baraka zilikuwa ni nini? Baraka hizi zilikuwa ni baraka ambazo walingeweza kuzipata kwa sababu ya kutumia juhudi zao. Walikuwa watumie juhudi zao wazifuate, ndipo Mungu awabariki awa. Ilikuwa iliwabidi wafanye kazi kabisa kwa bidii, ndipo Mungu akaweze ku, yani kuwapatia sababu sawadi kwa sababu ya ile kazi ngumu wamefanya kufanya kuhakikisha kwamba wamefuata hii sheria na hii sheria pia zilikuwa zinatokana na ile matoleo walikuwa natolea Mungu. Bwana asiwe sana na hizo, Mungu aliweza pia, baada ya kufuata hii sheria, Mungu aliweza kuwapatia yani zawadi zao, na zawadi zao zilikuwa ni afya njema. Walikuwa sasa na afya njema, walikuwa matajiri, na walikuwa na utajiri mwingi sana, walikuwa na eh, walikuwa na chakula, walikuwa na vitu vyote ambao wangehitaji maishani mwao walikuwa nazo, na pia walikuwa na amani miongoni mwao na wale majirani wao. Bwana asusana. Kuna kitu kimoja tu awenge kuwa nacho, awenge kupata eh uzima wa milele kwa sababu Yesu Kristo ali akuwa amekufa ili waweze kuokoka. Baada ya kuokoka unakuwa ni unafanywa kuwa mwana wa Mungu. Walikuwa wanaitwa wana, watu walikuwa wanaitwa watu wa Mungu, wana wa Israeli, lakini hawakuwa watoto wa Mungu, ni kwa sababu hawakuwa wamezaliwa mara ya pili. Kwa hivyo walikuwa ni watu wa Mungu yaani, lakini hawakuwa watoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na katika kitabu cha Deuteronomi 28 e, mstari wa 15, unaongea kuhusu sile e, laana Mungu angewaruhusu ange kuwa juu wao wakati walikataa kutii amri zake. Na laana tunaona kwamba inasema hivi hisi laana zote zitakuwa juu yenu, na pia kuwapita juu yenu na kuwapita, wakikataa kumtii Mungu. na naio i kinagani i ilikuwa ni magonjwa na maradhi yalikuwa miongoni mwao kwa wingi, walikuwa na walikuwa na eh, kwa kifo cha ki, kimwili walikuwa wamepatwa na kifo cha kimwili. Kulikuwa na kiangazi kavia kwa, kwa hivyo hakukuwa na chakula ya kutosha, na walikuwa wana shida kwa sababu walikuwa na shida ya kutokuwa na vitu ambavyo walihitaji mahitaji maishani mwao, na pia maadui wao waliweza kuwashinda katika vita, wakiwa na vita na maadui zao walikuwa wanashindwa na maadui zao, na pia maadui zao waliweza kuwateka mateka na kuwapeleka makwao, yani, we are taken as slaves na maadui wao. Bwana apewe sifa. Kitabu cha Warumi nane na mstari wa tatu inasema hivi, what the law could not do in that it was weak, kile sheria haingefanya kwa sababu ilikuwa na udhaibu, through the flesh, kupitia kwa mwili, god did by sending his own son, Mungu alifanya kwa mtuma mwanao wa pekee, in the likeness of sinful flesh, akiwa na mwili wa dhambi on account of sin, kwa sababu ya dhambi. he condemned sin on the in the flesh, aliweza yaani kuhukumu dhambi ndani ya mwili. Yaani kuna kitu ambacho hii sheria ya Musa haingeweza kufanya, na ni kitu gani? Tuanze tuangalia hapo chini tujue ni kitu gani. Hii sheria ya Musa iliweza kuonyesha watu dhambi zao, iliweza kuonyesha watu, hii ni dhambi umetenda, lakini haingeweza kuondoa dhambi miongoni mwao, haikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi miongoni mwao. Ni kama kioo, inakuonyesha ya kwamba kuna kitu kibaya katika uso wako, katika nywele yako, katika nguo zako, lakini kioo haiwezi kurekebisha hiyo shida, haiwezi nao. Sheria ni hivyo hivyo, inakuonyesha dhambi zako, lakini haina uwezo wa kuondoa dhambi. Kwa hivyo sheria ilikuwa na hiyo udhaifu Then the sheria iliweza kuwafanya wajue ya kwamba wanahitaji wokovu. Sheria ilionyesha kwamba kwa sababu hiyo, mnahitaji wokovu, mnahitaji kukombolewa, lakini ingawa ilionyesha kwambia ya kwamba inahitaji kukombolewa, haingeweza kuwakomboa. Hiyo sheria yenyewe haingeweza kukomboa. Iliweza pia kuonyesha kwamba wako na, yani, guilt of sin, yani wanaonyesha kwamba wanasikia kwa kweli wametenda dhambi, lakini hata kama ingeuamisha hivyo, aingeweza kuondolea Iyo, guilt of sin, of their sins. Na tena aingeweza kuwafanya wakubalike na Mungu kama wana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo hakuwa amekuja na tena aingewapatia, eh, uzima wa milele Bwana aana. Kwa hivyo sheria ni nzuri, kwa sababu inakuonyesha ubaya wako, inakuonyesha shida ambayo uko nayo, lakini shida yake au vaibu wake ni kwamba haikusaidii. Inakuonyesha, lakini haikusaidii. Bwana asusana, lakini wacha tuone sasa ile covenant ambayo Yesu Kristo baada ya kufa na kufufuka kutoka kwa wafu alikuja nalo, inaitwa the covenant of grace. Yesu Kristo alikuja, Biblia inasema kwamba yes, ndio Yesu Kristo you know, alikuja kutikuchukua sheria to take away the law. Alikuja kutimiza sheria Alikuja akatimiza sheria na baada ya kutimiza sheria akaja na sheria nyingine ambayo inaitwa the, you know, the covenant of grace. Bwana asante sana. Yesu Kristo aliweza kufuata sheria zote, ndio Yesu Kristo alifuata sheria zote. Na baada ya kufuata sheria zote, ni kitu gani kilitendeka? Kile kitu kilitendeka ni hiki, kulikuwa the redemption and the covenant of, of, the God of, of the God yani aliweza kutuzamea dhambi zetu zote kupitia damu yake, laana zote zikaondolewa, na tena akaweza kutuunganisha pamoja na Mungu na akawa na uhusiano na Mungu, yaani angano na Mungu ya, Mungu ya kwamba sasa tukimwamini huyu Yesu Kristo tutakuwa na uzima wa milele, kwa sababu baraka zote ambazo zilikuwa na Mungu alimpatia Yesu Kristo, kwa sababu yeye peke yake ndiye alifuata sheria. Kwa hiyo Mungu akampatia baraka zote, na baraka zote ziko kwake, tukimwamini huyu Yesu Kristo zinakuwa ni zetu. Kwa hivyo hii tunaona kwamba ni covenant ambayo ni nzuri zaidi kuliko ile ya kwanza. Kwa sababu ya kwanza ilikuwa inaonyesha watu makosa yao, lakini lakin, hii kuwasaidia. Lakini hii ya Yesu Kristo inakuonyesha kwamba wewe ni mwenye dhambi lakini Yesu Kristo anaweza kukusamehe. Wewe ni uko na magonjwa, Yesu Kristo anaweza kukuondolea magonjwa. Wewe hauna uzima wa milele, Yesu Kristo ndiye anapeana uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Ni kitu gani ambao kinaonekana katika hii eh, covenant of grace? Hii covenant ambayo ni mpya Yesu Kristo alikuja nayo ona kwamba watu wanapata baraka za Mungu kupitia imani ndani yake Yesu Kristo. Kwa mfano, wokovu unapatikana ukimwamini Yesu Kristo. Unapewa uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu, unapewa upeso wa kuwa na uzima wa milele, unapewa uwezo wa kuzaliwa mara ya pili. Pia inakupatia yani ile inaitwa divine health, yani unapata uponyaji kwa kupigwa kwake Yesu Kristo unapona kabisa, magonjwa yako inapona, unaweza kuwa na uzima bwana si sana pia. Unaweza kuwa na ile inaita kwamba prosperity, una divine wealth, eternal wealth and riches inakuwa ni yako kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo. Kitabu cha Wagalatia tatu na mstari wa tisa inasema hivi, so then those who are of faith are blessed with being believing Abraham. Kwa hivyo wale ambao wako na imani wamebarikiwa na ule Abrahamu alikuwa na imani. Abrahamu alimwamini Mungu na kwa, kwa sababu ya kumwamini Mungu alihesabiwa haki na pia akabarikiwa na Mungu kwa sababu ya kumwamini aku akubarikiwa, kwa sababu alimtoa mwanawake wa pekee mwanawake, sa is, is, is, is, is, Isaka kwa sababu Isaka alitolewa miaka mingi baada ya Abrahamu you know, kubarikiwa na Mungu Mungu alimbariki Abrahamu hata kabla kuwa na mtoto Ndio, ndio alibariki. kwa nini? alimwamini Mungu naye Mungu akamhesabia haki na akambariki kwa hivyo kumtolea mwanawake ilikuwa ni miaka mingi baada ya yeye kubarikiwa kwa hivyo ametoa mwanawake kwa sababu alikuwa amebarikiwa. Bwana asiwe sana. kitabu cha Warumi nane na msali wa pili, inasema hivi the law of, the spirit of life in Christ Jesus ile sheria ya eh, sheria ya roho wa, wa, wa uzima ndani ya Kristo Yesu as made me free from the law of sin and death, imeniweka huru kutokana na sheria ambayo inaleta mauti. You know, hii sheria inaleta mauti ni ile ya Musa, kwa sababu yake ni kuua. You know, biblia inasema kwamba kuna sheria, sheria usipoitie unakuwa umetenda dhambi, na kama umetenda dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo ndio sheria ya Musa. You know, the wages of sin is death hivyo lakini, hii sheria Yesu Kristo alikuja nayo, sheria ya imani, ni ya kwamba ni sheria of of spirit of life, yaani sheria ya roho, yaani eh, uzima, unapewa uzima, uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio sheria inasibilia kwamba hii sheria ya imani au sheria ya neema imeniweka huru kutokana na hii sheria ya Musa, hii sheria ambayo inaleta ilikuwa inaleta kifo, sheria ambayo haikuweza kusaidia mtu yoyote. Bwana asifiwe sana kwa hivyo Biblia inasema hivi, usikubali kutafuta utakatifu wa Mungu kwa njia ya matoleo au kwa njia ya kutua, kufuata sheria. Lakini kuna njia moja pekee yake, njia ya imani ndani ya Yesu Kristo ndiyo inaweza kufanya kuhesabiwa haki na Mungu. Kitabu cha Galatia tatu na mstari wa kumi unasema hivi, For as many as are of the work of the law, wale wote ambao wanataka kuenenda kwa sheria au wanaendenda kwa sheria under the curse, wamelaaniwa wale wote ambao wanataka kuenenda kwa sheria wamelaaniwa. for it is written, ni kwa sababu imeandikwa, cursed is everyone, amelaaniwa yule as uh, does not continue in all things, i nendi kwa vitu vyote which are written in the book of Allah, ambao imeandikwa katika kitabu cha sheria to do them, kuzifanya. Kwa njia nyingine, wewe ambao unataka kufuata sheria uhesabiwa haki umelaaniwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Biblia inasema kwamba amelaaniwa yule ambao haiwezi kufuata zote sheria ambazo zimeandikwa si katika kitabu na Biblia. Na Mungu anajua kwamba hakuna mwanadamu awaye yote ana uwezo wa kufuata sheria zote ambazo zimeandikwa si katika Biblia, anajua hakuna hata mmoja. Biblia inasema kwamba ukikosea kwa moja umekosea kwa zote. Lakini mtu mmoja pekee yake ambayo aliweza kufuata hiyo sheria naye ni Yesu Kristo. Na baada ya kufuata hiyo sheria, baraka zote ambazo zilikuwa na Mungu aliweza kumpatia Yesu Kristo. Na kwa hivyo sasa tukitaka baraka za Mungu sasa tunazipokea si kwa njia ya kufuata sheria, si kwa njia ya kutoa sadaka, si kwa njia ya kutoa matoleo, lakini kwa njia moja pekee yake, imani ndani yake Yesu Kristo. Kwa sababu ukimwamini huyo Yesu Kristo sasa, sasa zile baraka zake sasa unazipata. Bwana asiwe sana. Haleluya. Kitabu cha Galatia 5 na mstari wa 4. Galatia 5 na mstari wa 4. Biblia inasema, you have been a strong estranged or separated from Christ, ume umetengwa na Kristo. you who attempt to be justified, wewe ambao unajaribu kuhesabiwa haki, by the law, kwa sheria. you have fallen from grace, umeanguka kutoka kwa neema. Wacha nirudie, you have been estranged or separated from Christ, umeteng, umetengwa na Kristo. you who attempt to be justified, wewe ambao unajaribu to be justified, yani kuhesabiwa haki kwa, by the law, kwa sheria you are fallen from grace, e ume, umeanguka kutoka kwa neema yaani, neema haiko juu yako tena. Wewe ambao unajaribu kuhesabiwa haki kwa njia ya kufuata sheria na njia ya kutolea matoleo, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa sheria ya Musa. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa kuna sheria nyingine ambayo ni neema, you know, kwa njia ya neema kupitia imani ndani yake Yesu Kristo unahesabiwa haki na Mungu anakubariki kupitia kwa hiyo njia peke yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usikubali uzikubali, you know, kuingia katika laana kwa njia ya kutafuta utakatifu ya Mungu kwa njia ya kutafuta baraka za Mungu kwa njia ya kutafuta you know, nguvu za Mungu oh masikabusi uziujaribu uzi, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umeingia katika laana. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Wakolosai Out and written of requirements, akiwa amevuta zote yale maandiko ambayo yameandikwa, ameondoa katika njia. Having nailed to the cross akiwa ameitandika ame msarabani ameiwekelea ame msumari msarabani Kolosai mbili na kumi na nne inaongea ya kwamba Yesu Kristo aliweza kuchukua hii sheria baada ya kuitimiza you know, alikuja akaitimiza na baada ya kuitimiza akaitandika msalabani yani akaifanya akai kuwa sasa haina maana tena kwa sababu sasa hii sheria sasa ime, imekuwa ime, ime- kuna sheria nyingine imekuja sheria ya neema sheria ya imani ndani yake Yesu Kristo kitabu cha Warumi kumi na mstari wa nne kitabu cha Warumi kumi na mstari wa nne inasema hivi for Christ is the end of the law kwa sababu Kristo ndio mwisho wa sheria for the righteousness la utakatifu everyone who believes, kwa yule ambaye anaamini. Kwa njia nyingine, Yesu Kristo ndio amekuwa sasa mwisho wa sheria. Alikuja akaitimiza, baada ya kuitimiza akaitandika msalabani, akaifanya kuwa sasa haina maana, lakini tusiseme kwamba si nzuri. Sheria ni nzuri, kwa sababu ndio inakuonyesha ubaya wako, alafu inakuelekeza kwake Yesu Kristo inakuelekeza kwa wokovu, kwa sababu inakuonyesha kwamba unahitaji wokovu na wokovu unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo sheria ni nzuri, lakini Yesu ali alitandika msalabani, aliweza kuinail on the tree. Deposa ni kwa sababu anataka sasa tufuate ile sheria yake, sheria ambayo ni ya imani ndani yake, kwa sababu baraka zote ziko ndani yake. Bwana asifiwe sana. Nasikia umeanajua kwamba umesikia neno la Mungu na ungehitaji wokovu. Yesu Kristo anakupenda kiasi kwamba alikubali akaweza kutandikwa msalabani, mwili wake ukaweza ku you know, kwa kugadhabiwa na Mungu ili ukapate wokovu wako. Kwa hivyo kama wewe ungetaka kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo, omba maombi hayo nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba ukanisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako, na kutoka sasa mimi ni mtoto wa Mungu, mimi nimeokoka Nimesaliwa mara ya pili. Asante kwa kunisamehe, asante kwa kunifanya mwana wa Mungu. Naomba nikiamini hayote katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante kwa kutazama hii video, naomba kwamba ukaweze kuisabasa na pia ukaweze kuilike. Mungu akubariki. Amen.